Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe sana mpenzi msikilizaji wa chaneli hii kutokea popote ulipo. Aa, wakati huu ni wakati ambapo tunakwenda kujifunza neno la Mungu tena kwa siku nyingine na kwa muda mwingine ambao neema ya Bwana imetuwezesha na kutufikisha wakati kama huu. Basi bila kupoteza wakati, siku ya leo utakuwa pamoja nami Pastor Muttassa toka kanisa la Rema Outreach Ministries na naamini kabisa utabarikiwa na yale yote ambayo tutakwenda kuyasikia siku ya leo. Bila kupoteza wakati, karibu tuwe pamoja. Barabara kabisa barabara kabisa, mpenzi mtazamaji, kutokea popote pale ulipo. Kama unavyoona somo letu litakuwa ni siku hamsini za Pentekoste. Mungu ametupatia neema hii, na tutaenda hatua kwa hatua, siku moja baada ya siku nyingine, tutakwenda kuangalia jambo hili la Pentekoste, na kwa neema ambayo tutapewa na Mungu, tutaenda siku zote hamsini kuanzia leo siku ya kwanza, siku ya pili, ya tatu, yaani mpaka siku ya hamsini tutakuwa pamoja tukichambua hatua kwa hatua taratibu taratibu, mambo ya Pentekoste yalikuwaje, historia inasemaje, Biblia yenyewe maandiko matakatifu yanasema nini kuhusiana na Pentekoste. Kwa hiyo basi ndani ya hizo siku hamsini tutaangalia mambo mengi kabisa ambayo Mungu ameyakusudia mimi na wewe tuweze kushirikiana. Basi bila kupoteza wakati ni kukaribishe moja kwa moja ndani ya siku zetu hamsini na leo tuko siku ya kwanza. Na unajua kitu gani cha kushangaza au kitu gani cha ajabu kabisa? Jambo la ajabu ni kwamba siku ya kwanza tunapoelekea siku hamsini za Pentekoste ni siku ambayo Bwana wetu Yesu Kristo alifufuka kutoka kwa wafu siku ya Jumapili kama ya leo, ambayo kwa mwaka huu ni Jumapili ya tarehe ishirini mwezi wa nne. Kwa hiyo ndipo tunapokumbuka siku ambayo Bwana Yesu alifufuka kutoka kwa wafu, ambayo wengi wetu tunaita Pasaka. Kwa hiyo, hiyo ndo siku ya kwanza katika zile siku hamsini. Sio kwamba siku ya kwanza inaanza Jumatatu ya kesho. Hapana, inaanza ni leo hii siku ya Jumapili. Kwa hiyo jambo la kwanza kabisa mimi nipende kukupongeza au kukupa hongera ya siku ya Pasaka. Hongera sana, najua umeisherehekea vizuri na Mungu wangu akubariki sana. Sasa kama nilivyokuambia, mambo haya yanaungana, yanakwenda pamoja, mambo ya Pasaka na habari za Pentekoste. Kwa hiyo siku ya kwanza ya Pentekoste tunapoelekea mpaka tutakapofika siku ya hamsini ni siku ambayo Yesu alifufuka kutoka kwa wafu, kama unavyoweza kuona hapa a, picha hiyo nimekuwekea hapo, muone Yesu Kristo mwanaume wa wanaume huyu alifufuka kutoka kwa wafu. Kwa hiyo Yesu Kristo amefufuka kwa ushindi kabisa kutoka kwa wafu. Hayumo tena kaburini. ali toka kwa wafu akafufuka, akaliondoa lile jiwe. Kwa hiyo msalabani hakuna mtu na vile vile kaburini hakuna mtu. Kwa hiyo Yesu Kristo amefufuka kwa ushindi kabisa. Kwa ni jambo zuri na ni jambo jema kufahamu kitu cha namna hii, kwamba Yesu Kristo alipofufuka alifufuka akatoka kaburini. Kwa hiyo ndo siku ya kwanza tunapoelekea Pentekoste. Yesu hakutaka kwamba tuwe na Pentekoste ambayo huna uhakika kama dhambi zako zimesamehewa, huna uhakika kama vile Yesu alifufuka kutoka kwa wafu. Nipende kukuhakikishia ndugu mtazamaji, Yesu Kristo alifufuka kutoka kwa wafu. Yaani kabla ya kujazwa Roho Mtakatifu, kabla hujaanza kunena kwa lugha, jambo la kwanza kujua ni kwamba Yesu Kristo alifufuka kutoka kwa wafu. Kwa hiyo hayupo tena. Hiyo ndo siku ya kwanza. Yaani, Bwana Yesu mwenyewe alishajua kabisa kwamba siku zitakuja kuhesabiwa kutokea siku ya leo ambayo ni siku ya Jumapili ambapo alifufuka kutoka kwa wafu. Kwa hiyo akaacha, ametupatia ushindi kabisa, ambao ndo siku yetu ya kwanza. Kwa hiyo basi, ili tuweze kuelewa nini maana ya Pentekoste ili kwa kuaje, basi tutaenda hatua kwa hatua. Kwanza kabisa, tutaangalia nini maana ya Pentekoste. Aa, tunasema kama hapo nilipokuonyesha kwamba Pentekoste ni jina la Kigiri au Kiunani. Kwa hiyo kama nilivyokuambia, Pentekoste ni jina la Kigiriki au jina la Kiunani. Kigiriki na Kiunani ndio lugha ambazo zimetumika zaidi kwenye Agano Jipya, Agano la Kale likiwa linatumia lugha ya Kiebrania. A, Kigiriki pamoja na Kiunani hivi vimetumika kwenye Agano Jipya, ijapokuwa na kuna lugha ya Kiaramu ambayo imetumika kidogo kwenye Agano la Kale na kwenye Agano Jipya kidogo. Lakini sasa neno Pentekoste ili limetokana na lugha hii ya Kigiriki, ndivyo lilivyoandikwa. Na hili neno Pentekoste linamaanisha hamsini, yaani hamsini. Hiyo ndo maana ya hilo neno Pentekoste, hamsini kwa hiyo kwa wale wenzetu ambao wameenda shule kidogo, atakuwa nakumbuka neno hili pente, Pentekoste, au hata neno pentagon. Pentagon ni umbo lenye pembe tano, kwa maanake ni kitu kinachohusiana na tano. Kwa hiyo Pentekoste ni hamsini, kwa ndo kitu ambacho tunajifunza hapa. Na hapo nimeandika kwamba hizi ni siku hamsini baada ya kufufuka kwa Bwana Yesu toka kwa wafu, kwa ni siku hamsini baada ya Bwana Yesu mwenyewe kufufuka kwa hiyo hiyo ndo siku ya kwanza yenyewe, siku ya ufufuo ndo siku ya kwanza ya Pentekoste. Kumbuka kitu cha namna hiyo. Wengi mara nyingi, Pentekoste na Pasaka hatuziunganishi kwa pamoja. Tunaona Pasaka ni tukio linajitegemea, alafu na Pentekoste ni kitu kingine kinajitegemea. Hapana, hiki ni kitu kimoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni jambo la kukumbuka hilo. Ana watu wengi hupenda kusema kwamba ni siku hamsini baada ya Pasaka, na hapa nimesema hivyo kwamba ni watu wengi kwa sababu aa, kuna mitazamo tofauti tofauti. Actually kibiblia, kibiblia Pasaka sio siku ambayo Yesu alifufuka. Kibiblia Pasaka ni ile siku ambayo Yesu alikufa msalabani lakini mara nyingi sisi tunaisherekea Pasaka siku ya Bwana Yesu kufufuka, na uh, kwenye jamii tamaduni tulizonazo kwa sasa hata na kalenda zetu zinaonyesha hivyo kwamba Pasaka ni ile siku ambayo Yesu alifufuka ni Jumapili. Lakini kibiblia Pasaka yenyewe ni Ijumaa, ile siku ambayo Yesu alikufa. Lakini ile siku aliyofufuka, hiyo sasa ndio mwanzo wa kuanza kuhesabu siku za Pentekoste. Lakini kwa sababu wengi wetu tunasherehekea Pasaka Jumapili, hamna shida, kwa tunaenda nayo tu hivyo hivyo, lakini nimekupa mtazamo wa kibiblia pamoja na mtizamo wa kijamii na tamaduni zetu zilivyo. Ah, Waingereza wenzetu wamejitahidi kidogo, kuna maneno mawili. Neno la kwanza, kuna neno passover ambayo ndio ilitokea siku ya Ijumaa Yesu wakati anakufa, ndo Pasaka kwa Kiswahili. Neno Passover kwa Kiswahili ni Pasaka, lakini Waingereza wakaja na neno jingine wanaita Easter. Sasa Easter ndo inasherekewa Jumapili, lakini bado na Easter tukiileta kwa Kiswahili, bado inakuwa ni Pasaka. Sasa ni vitu viwili ambavyo kwa Kiswahili vina maana moja, lakini kwa Kiingereza Passover na Easter ni vitu viwili tofauti. Lakini yote kwa yote, sisi hatujali sana, ili mradi tunakumbuka siku ambayo Yesu Kristo alifufuka kutoka kwa wafu, hilo ndo jambo la msingi zaidi kwao. Sasa ndo maana hapo nikakwambia, wengi wanavyoita Pentekoste, utasikia wanasema ni siku hamsini baada ya Pasaka. Hiyo ni kwa tafsiri yetu ya jamii sasa hivi tulionayo, lakini ki biblia ni siku hamsini baada ya Yesu Kristo kufufuka kutoka kwa wafu. Na ile siku ambayo Yesu alikufa msalabani ilikuwa inaitwa siku ya Pasaka, ilikuwa inasherehekewa Pasaka, na Yesu alipofufuka kutoka kwa wafu ni siku nyingine ya Kibiblia ilikuwa inasherehekewa, ilikuwa inaitwa sikukuu ya Malimbuko. Kwa hiyo Yesu Kristo ndo limbuko alifufuka kutoka kwa wafu, na sisi tunauhakika kwamba na sisi tutafufuliwa kutoka kwa wafu kwa sababu Yesu mwenyewe alifufuka kutoka kwa wafu, haleluya na tunapoendelea nimekuandalia kama ramani ya picha kidogo, ili uweze kuelewa hatua kwa hatua mambo haya yalivyoenda. Na ramani hii ni nimeigawanya kwenye maeneo kama manne. Kama unavyoona kuna mstari hapo wakatikati uliopita, alafu kuna mistari kama minne ambayo imekata a. Kwa Kiingereza tunaita timeline timeline, kwa Kiswahili ni mstari wa muda. Kwa hiyo muda nimeugawanya kwenye vipindi vinne. Kipindi cha kwanza ni Wakati ule Yesu anakufa pale msalabani. Kwa hiyo Yesu akiwa anakufa pale msalabani, ndio siku hiyo ya Ijumaa kama nilivyokuambia, ambao alikufa. Na kwa bahati nzuri zilipita siku tatu kamili, Biblia inatuambia usiku na mchana, ndipo hatimaye Yesu Kristo akawa amefufuka kutoka kwa wafu, kama unavyoona hapo kwa hiyo alikufa na baada ya siku tatu akafufuka. Sasa baada ya kufufuka, hii ina uhusiano gani na Pentekoste? Ni kwamba zilipita kwanza siku arobaini. Siku arobaini hizi Yesu alifufuka akawa anazungumza na wanafunzi wake, anatembea nao, anawafundisha mafundisho mbalimbali, na katika mafundisho aliyowafundisha, Biblia inatuambia kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya kwanza kwamba Yesu alikaa na wanafunzi wake siku arobaini akiwa hapa duniani anawafundisha habari zinazohusu ufalme wa Mungu. Kwa hiyo ndani ya siku 40 Yesu alikuwa pamoja na wanafunzi wake, anawafundisha. Baada ya siku 40, sasa ndipo Yesu alipopaa kuelekea juu mbinguni. Kwa hiyo siku 40 baada ya kufufuka Alafu sasa, baada ya kupaa kwenda juu mbinguni zilipita siku nyingine kumi. Baada ya hizo siku kumi sasa, ndipo siku ya Pentekoste ilipotokea, ambapo Roho Mtakatifu alikuja kwa ghafla kabisa, akawashukia, akawajaza, wakajazwa na nguvu za Roho Mtakatifu kabisa, wakafanya yale mambo ambayo Mungu ameyakusudia kwenye maisha yao. Kwa hiyo zilipita siku kumi baada ya kupaa kwa Bwana Yesu, lakini zilikuwa ni siku hamsini baada ya

na kwenye hii ramani ambayo nimekuwekea hapa unaweza ukaona kabisa ukishikeza siku arobaini ukajumlisha na hizo siku kumi ndipo unapopata siku hamsini. Kwa hiyo hizo siku hamsini ni baada ya kufufuka kwa Bwana Yesu. Kwa hiyo unachukua zile siku arobaini ambazo Yesu alikaa na wanafunzi wake unaongezea siku kumi za kusubiri, alafu wawemfikiria, wanafunzi walisubiri siku kumi tu, lakini wengine walikata tamaa, wengine waliogopa, wengine walichoka, wakasema sisi Jamani, hatuwezi, wakaondoka. Kumbe Yesu aliwaacha ndani ya siku kumi tu. Kwa hiyo jumla, ukiunganisha na zile tango amefufuka, ndo unapata siku hamsini. Kwa hiyo nadhani utakuwa umeshaelewa neno Pentekoste alinavyoleta hizo siku hamsini kabla ya hiyo siku sasa ya Pentekoste yenyewe. Na tunapoendelea tunasema kabisa kwamba Pentekoste katika gano la kale ilijulikana kama sikukuu ya majuma hii iliitwa sikukuu ya majuma. Na ni kwa nini iliitwa sikukuu ya majuma? Iliitwa sikukuu ya majuma kwa sababu ilikuwa ni ukamilifu wa majuma. A, juma ndo wiki, yani wiki moja yenye siku saba. Kwa hiyo inavyoitwa sikukuu ya majuma ni kama ukamilifu wa, wa wiki wiki, na siku saba. Sasa ukichukua saba mara saba, yani wiki saba unapata 49 sasa ile siku inayofuata ya hamsini ndo ikaitwa Pentekoste. Na kama nilivyokwambia, neno Pentekoste halipo kwenye agano la kale kama Pentekoste, a limeandikwa kwa lugha nyingine ya Kiebrania, lakini kwenye Biblia zetu za Kiswahili ndo imetumia kwamba siku kuu ya majuma kwenye Biblia ya Kiingereza inaitwa The Feast of Weeks, sikukuu ya majuma, ambayo hii inapatikana kwenye kile kitabu cha mambo ya Walawi 13:25 pamoja na kumbukumbu -kumbu la Torati sura ile ya 16 mstari wa tisa na maeneo mengine mbalimbali -mbali katika Biblia. Na sikukuu ya majuma iliadhimisha mwisho wa mavuno ya nafaka. Kwa hiyo ni habari za mavuno, watu walikuwa wanavuna, wanavuna. Sasa ule mwisho ilikuwa ndo utimilifu wa majuma, majuma saba yakifika ile siku ya hamsini, basi ilikuwa ni siku ya shangwe, siku ya furaha, watu wamevuna, wana mavuno ya kutosha, wanasherehekea, wanashangilia. Kwa hiyo ikawa ni siku kuu ambayo inaadhimishwa kabisa kipindi hicho na enzi hizo. Kwayo sasa ndivyo ilivyo kwenye agano jipya. Kwenye agano jipya tumetoka Kwenye mambo ya kawaida kusherekea mavuno ya shambani kabisa ya maharage na mahindi. Sasa hivi tunasherekea watu wanapovunwa na kuingia katika ufalme wa Mungu, kwa sababu habari za Pentekoste, sawa? Baadaye tutakuja kuangalia huko mbele zaidi kwamba sio habari za kunena kwa lugha tu, ijapokuwa na kunena kwa lugha ni muhimu sana, lakini usibaki tu hapo kwenye kunena kwa lugha. Ni habari za mavuno, habari za kwenda kuhubiri injili, watu wakaokolewa, watu wakatolewa kwenye makucha ya shetani watu wakatolewa kwenye ufalme wa giza watu wakatolewa kwenye vifungo vya kuzimu vya mateso mengi ambayo watu wanateseka usiku na mchana, wakaingia kwenye ufalme wa mwana wa pendo lake, ufalme wa Mungu ambao Biblia inaita ufalme wa nuru kwa hiyo ni habari za mavuno. Kwa hiyo habari za mavuno ndio yale yale, ndio maana ilikuwa inaitwa sikukuu ya majuma, walikuwa wanasherekea mavuno ya nafaka. Ndio maana siku ile ya Pentekoste, kwa kadiri tutakavyokuja kusogea huko mbele, tutaangalia, Petro alihubiri Injili na watu elfu tatu wakawa wameokoka siku ile. Kwa hiyo, kwa nini waliokoka? Ni kwa sababu Injili ilihubiriwa, ilikuwa ni wakati wa mavuno. Mungu alikuwa anaonyesha kwamba, jamani, tuache kusherekea tu mavuno ya maharage na mahindi na viazi na miogo. Sasa hivi tuanze kusherekea kwamba watu wavunwe toka kwenye ufalme wa giza kuingia kwenye ufalme wa nuru, hicho ndo kitu ambacho kinahitajika katika agano jipya. Na kitu kinachovutia zaidi ni matumizi yake katika kitabu kile cha Yoeli pamoja na matendo ya mitume. Unaona hizi habari ukizisoma tu kwamba sikukuu ya majuma sijui nini na nini, yaani ukizisoma kwenye agano la kale, uko kwenye mambo ya Walawi na kumbukumbu la Torati, unaweza ukaona kama hizi ni sheria na maagizo na taratibu walizopewa wana wa Israeli. Lakini zilikuja zikaanza kupata maana kwa kadiri zilivyotumiwa kwenye kitabu cha Yoeli pamoja na kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume. Mambo ya ajabu yalianza kuonekana, nguvu za Mungu, Mungu akiwa kazini, Mungu akiwa serious na jambo hili. Ilikuwa linaonekana tu ni mavuno ya kawaida, kumbe Mungu alikuwa na kitu bora zaidi. Na kwa kadiri tutakavyoendelea kwenye siku zinazofuata, tutaangalia kwa undani Yoeli alisemaje na Matendo ya Mitume inasema nini kuhusiana na siku hii ya Pente. Pentekoste. Sasa kama nilivyokuambia, kwa sababu a, siku ya leo ndo siku ya kwanza katika siku za Pentekoste, ambayo ni siku ya kufufuka kwa Bwana Yesu. Bwana Yesu naye alipofufuka siku hiyo akawatokea wanafunzi wake. Baada ya kuwatokea wanafunzi wake akawambia, jamani, ni mimi, msiogope. Mimi ndo niliyesulubiwa niliyepigwa, mnishike hata mikononi, mwangalie kwamba ni mimi mwenyewe. Wakahakikisha wakasema, kweli, huyu ni Yesu ambaye alifufuka kutoka kwa wafu na akawaambia amani iwe kwenu. Sasa Bwana Yesu akuishia hapo tu kuambia amani iwe kwenu kwenye Yohana 20:22 20, ndipo kuna maneno ya ajabu kabisa ambayo Bwana Yesu aliyatamka siku hiyo amefufuka kutoka kwa wafu. Yesu hakuacha siku ipite vile vile kwamba amefufuka katika wafu, alafu asiongee kitu chochote kuhusiana na Roho Mtakatifu, kwa sababu ndo siku ya kwanza katika siku za Pentekoste. Yesu akasema ili neno, acha niliseme. Kwa hiyo kwenye Yohana 20, 20 mbili. Biblia inatuambia naye akiisha kusema hayo, akawa akawaambia pokeeni Roho Mtakatifu. Yesu akawavuvia akawaambia, pokeeni Roho Mtakatifu. Kwa nini? Kwa sababu ilikuwa ni siku ya kwanza ya Pentekoste. Tunapoelekea zile siku hamsini za Pentekoste, siku ya kwanza ndio siku ambayo Yesu alifufuka, na habari za Pentekoste zina uhusiano wa karibu sana na habari za Roho Mtakatifu. Yesu akaona asiwaache hivi hivi, siku ya kwanza Yesu akawavuvia moja kwa moja akasema, jamani, pokeeni Roho Mtakatifu wanafunzi wakapokea Roho Mtakatifu kwa mara ya kwanza ndani yao, na hapo ndipo kanisa lilipozaliwa. Na watu wengi wanapenda kusema kwamba Oh, kanisa lilizaliwa siku ile ya Pentekoste, wakimaanisha kwamba siku ile ambapo wanafunzi walijazwa Roho Mtakatifu ndipo kanisa lilipozaliwa. Hapana. Kanisa lilizaliwa siku kama ya leo, Yesu alipofufuka katika wafu, afu akawakuta wanafunzi wake, akawavuvia akawaambia, pokeeni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu kwa mara ya kwanza akaingia kwenye maisha ya wanadamu akawa ndani yao. Siku ya Pentekoste Roho Mtakatifu alikuja juu yao kuwapatia nguvu na uwezesho wa kufanya ile kazi waliokuwa wanatakiwa kuifanya, lakini ule wakati ambapo Roho Mtakatifu aliingia ndani yao ni ile siku ya kwanza ya y ambao ndo siku ya Pasaka, ambao ndo siku ambayo Yesu Kristo alifufuka kutoka kwa wafu. Kwa hiyo ni jambo la ujasiri kabisa, ni jambo la ushuhuda. Jua kabisa kwamba kanisa lilizaliwa siku kama ya leo, siku ambayo Yesu Kristo amefufuka kutoka kwa wafu. Na alipofufuka akasema, jamani, sikilizeni, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani, msiogope, nyie mwende mbele. Kwa hiyo sasa, kama Yesu ameshaanza, amefufuka katika wafu, akatupatia ujasiri namna hiyo, yani ile siku ya Pentekoste ni siku ya kujaa tena Roho Mtakatifu kwa kiwango kingine, na kutoka kuifanya kazi ya Mungu, tukiwa na uhakika huyu tunayemshuhudia alifufuka toka kwa wafu. Sio uhakika tu wa kujitungia tungia, hapana. Tunaongea habari za Yesu tunayemjua, ambaye anakuja anakaa ndani ya mioyo yetu kupitia Roho Mtakatifu tuliyepewa sisi. Kwa siku ya kwanza, Yesu amefufuka kutoka wafu, na akajua ni siku ya kwanza ya Pentekoste <laughs> akaacha amewavuvia akawaambia wanafunzi kwamba pokeeni Roho Mtakatifu. Na mimi siku ya leo ninapohitimisha habari hizi za siku hamsini za Pentekoste, natamani ni kuombee ili umpokee Roho Mtakatifu, ili ujae Roho Mtakatifu, ili nawe ni kuvuvia uweze kumpokea Roho Mtakatifu ambaye aliachiliwa tangu miaka 2000 iliyopita, Yesu Kristo alipofuka katika wafu. Basi Roho Mtakatifu alikuwa na uwezo wa kuingia juu ya mtu yeyote yule. Ile siku ya mwisho ya Pentekoste ambayo ni hamsini, wanafunzi ndipo walipojazwa na kuanza kusema kwa lugha nyingine, lakini ile kumpokea Roho Mtakatifu ndani. Kanisa lilizaliwa lini? Lilizaliwa ile siku ya kwanza ya Pentekoste, ambayo ni siku Yesu alipofuka kutoka kwa wafu. Basi kwa siku ya leo, kwa utangulizi nitaishia hapo. Naomba niache, nimekuombea ili neema ya Mungu iwe pamoja na wewe na kila unachokifanya Roho Mtakatifu aende na wewe popote pale utakapokuwa. Naomba nikuombee. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya mtazamaji huyu kutokea popote pale alipo duniani, ambapo amesikiliza neno hili, nami ninatamka nguvu za Roho Mtakatifu na uvuvio wa kimbingu ukawe pamoja naye katika jina la Yesu Kristo. Kama vile Bwana, siku ile ulipofufuka katika wafu, ukaacha umewavuvia wanafunzi wampokee Roho Mtakatifu tangu siku ya kwanza, na Bwana ukaendelea kukaa nao kwa zile siku arobaini na hatimaye mpaka ile siku ya hamsini ndipo akapokea Roho Mtakatifu, lakini ulishawavuvia, walitembea na uvuvio wa Roho Mtakatifu. Ndivyo Bwana, nasi tusaidie katika maisha yetu, katika mipango yote tunayoipanga, katika huduma zetu, katika familia zetu, katika biashara zetu na shughuli zote tunazozifanya. Natamka uvuvio wa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo, tukatembee katika uvuvio wa Roho Mtakatifu kila atakaye tuone aone, kuna uvuvio wa Roho Mtakatifu katika maisha yetu. Hatutaki Bwana kwenda mikono mitupu, hatutamani kutembea bila uvuvio. Wote tunatamani uvuvio wa Roho Mtakatifu ukaambatane pamoja nasi, kama Kristo alivyotamka kwa wanafunzi kwamba wapokee Roho Mtakatifu. Nami ninatamka juu ya wote wanaosikiliza wakati huu, pokea Roho Mtakatifu kwa jina la Yesu Kristo. Hata kama ulikuwa umeshajazwa Roho Mtakatifu, pokea tena kwa kiwango kingine katika jina la Yesu Kristo, pokea Roho Mtakatifu. Neema ya Roho Mtakatifu ikawe pamoja nawe katika kila unachokifanya tangu sasa na hata milele katika jina la Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Basi namshukuru Mungu kwa ajili yako endelea kukaa katika uvuvio wa roho mtakatifu, tembee katika uvuvio wa roho mtakatifu siku zote za maisha yako. Basi tutaonana tena katika siku za Pentekoste zinazofuata. Kwa siku ya leo, tulikuwa na siku yetu ya kwanza. Karibu tena wakati mwingine. Ulikuwa pamoja nami, Pastor Muttassa toka Rema Outreach Ministries. Mungu wangu akubariki wa sana, kwa heri.